Nichukue nafasi hii kuwapa pole sana sana kwa tukio hili ambalo limetokea katika shule yetu ya Mtera Dam ya kuunguliwa na bweni bweni hilo la watoto wa kike wa kidato cha tano na kidato cha sita, poleni sana. Asante. Lakini pamoja na pole hiyo, nasema katika kila jambo baya liko moja la kushukuru. Katika ajali hiyo hiyo mbaya ambayo mliunguliwa kila kitu, nimeambiwa katika shule pale, liko jambo moja la kumshukuru Mungu kwa sababu kati yetu hakuna aliyeungua wala aliyepata madhara zaidi ya kuunguliwa na vitu, si ndio? Hapo tunamshukuru Mungu bado e, kwa sababu vitu vinatafutwa watu hawatafutwi. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa sababu pamoja na tumepata ajali lakini sisi wote tuwazima. Sasa baada ya kusikia tukio hilo, nimpongeze sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya na timu yake yote na kamati ya usalama na mkurugenzi na wasaidizi wao wote ambao haraka sana walifika eneo la tukio na kuja kuona kitu gani waweze kuleta utatuzi. Lakini niwashukuru pia zimamoto, walitoka mjini, walichelewa kwa sababu bweni lile limeshaungua, lakini angalau waliweza kutoa ushauri wa kitaalam, na wale wa Tanesco ambao wako pale Mtera walitusaidia kwa haraka, pamoja na katibu tawala tukiwakilishwa na afisa elimu ambaye naye alikimbia mara moja na timu yake, walikuja kuwaona kwa niaba ya kwetu tuliposikia kuwa utatuzi wa nyie kuendelea na shule umepatikana, tulifurahi. Ndio maana tunawapongeza sana hawa ambao walikuwa eneo la kule e, Mtera na wakutukutana na nyie moja kwa moja, lakini niwashukuru sana kwa maamuzi haya ambayo tuliafikia ya kuwa lengo kubwa mlilojia pale Mtera Dam sio tu kulala bwenini. Kulala bwenini ni lengo moja, lakini mnalala kwa sababu mmekuja kutafuta elimu mmekuja kusoma. Kwa hiyo solusheni ya kwanza ilikuwa kwanza, mahitaji ya muhimu ni mavazi, malazi na chakula. kwa mkipata, ilikuwa mmepoteza mavazi na mmepoteza malazi, chakula angalau mlikuwa mnaendelea kula, lazimu mtafutie mahitaji muhimu ya binadamu ya kwanza, ambayo ndiyo yamewafanya nyie mmepata ziara ya kuja kutembelea shule ya Mazae Sekondari lakini lengo lenu hicho chakula si hata nyumbani kipo na malazi si hata nyumbani yapo. Huku mmekuja kutafuta elimu, mmekuja kusoma. Kwa hiyo hapa Mazae kuna shule kama ya kwenu, ina masomo kama ya kwenu, ndio maana mkaletwa Mazae Sekondari. Tuwapongeze mkuu wa wilaya na timu yake kwa maamuzi mazuri. Naomba niwaambie kuwa maadamu nyiye mmepona na miili mna akili na mnaweza kufanya kitu chochote. Mengine yote tuyaache yapite, kwa sababu Mungu ametuokoa. Hatuna sababu ya kufikiria daftari lako ambalo limeungua moto na hauna namna nyingine ya kulipata, hakuna sababu ya kufikiria nguo yako, si ulikuwa unaipenda wakati wewe huko hai? Sasa hivi tuweke akili yetu kwenye jambo moja, turudi kwenye akili yetu kwenye masomo ambayo tulikuwa tunawapa pole na kuwatia moyo kuwa changamoto duniani zipo, na sisi tumepata changamoto. Lakini changamoto binadamu anayejua thamani ya changamoto ni kutuonyesha ujasiri wetu wa kukabiliana na changamoto na kuendelea na safari yetu. Kwa hiyo nimekuja kuwatia moyo kuwa safari ya masomo inaendelea. Niwashukuru sana watu wa Mazae, wanafunzi niwashukuru lakini walimu ni washukuru kwa kuweza kuwapokea watoto hawa kwa haraka sana na kuwafanya waendelee na shughuli zao za elimu. Sasa kikubwa ni hicho, lakini nikasema nisije mikono mitupu. Tumesikia vitu vichache, tuwashukuru wadau wote ambao wameshirikiana na sisi, wameshirikiana na wilaya kuhakikisha maisha yenu yanarudi kuwa ya kawaida, na sisi tukasema tuje na vitu vichache ambavyo hapa tutavisema. Tumekuja na mabegi, ni madaftari yale yasiwaelemee kwa uzito tumekuja na sabuni ili angalau muendelee kufua. Tumekuja na mahitaji yetu, watoto wa kike tunayafahamu, zile pazi, ili maisha yetu yaendelee yasisimame. Lakini imetokea muda ambao sisi hatuko wenini, isipokuwa wachache ambao nao waliokolewa, ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini tumuombe sasa, pamoja na hii changamoto bado tunayo malengo, tunazo ndoto. Hili ililotokea lisiwe sababu ya kuharibu ndoto zetu na malengo yeah. i ili baadaye, ukubwani tuwe tunasimulia nilipokuwa mimi form six niliunguliwa shule nguo zote na nini, lakini hivi nilivyo, nilivuka vile vikwazo vyote, kazi na utu. Jambo <coughs> hili liwe kama hadithi ya kuwafurahisha kuisimulia kwenye maisha huko baadaye, yasitucheleweshe wala kufikirisha tukasahau lengo la msingi ambayo tumekuja nalo, madam maisha yenu yamesharudi kuwa ya kawaida. Sa sasa hivi mtasoma hapa kwa muda mtakaoambia, mpaka mtakapofunga shule. Wakati wa kufunga shule, tutawaambia kama tutakuwa tumeishaanza kuandaa kule kurudi au tutakuwa tunaendelea kuandaa, mtapata maelekezo sahihi, lakini sasa hivi mtafanya hapa mpaka mtakapofunga shule Mazae. Oye, aya, leo mazao yametuokoa. Mungu awabariki sana. Sana.